Hii ndo hali ya maeneo mbalimbali ya mji wa manispaa ya Iringa baada ya baadhi ya maduka fanya biashara kufungwa katika maeneo hayo, na huyu hapa ni mmoja kati ya wafanyabiashara ambao wamefunga maduka yao kutokana na sababu mbalimbali ambazo nakwenda kuzielezea. mimi naitwa Daniel Mago Kileo, ni mfanyabiashara wa Iringa mjini Nyomboni. kwa siku hii ya leo tumefunga biashara kufuatana na utaratibu wa Umoja wa wafanyabiashara amesema, tufunge maduka ili kupata suluhisho na wafanyabiashara holela katikati ya manispaa ya Iringa, na mpaka hivi sasa hapa tulipo hatujapata suluhu. Tunasubiri suluhu kutoka kwenye umoja wa wafanyabiashara. Kwa siku ya leo, kwa kweli tumepata hasara kubwa, kwa sababu wafanya biashara, cha pili, serikali kama serikali, kwa kweli d imepata sana cha tatu akangali upande mmoja au mwingine kwa kwenye nyumba kwa kweli utaratibu kama huu au utambuli Kama sisi tumefunga biashara ka serikali iangalie kwa pande zote mbili ili maisha ya sisi wafanyabiashara yaendelee hata hivyo baadhi ya wafanyabiashara wengine wamefungua maduka yao huku akitoa hoja mbalimbali ikiwemo kutokupata taarifa sahihi za ufungaji wa maduka pamoja na udhaifu wa sababu hizo za ufungaji wa maduka. Fanya biashara, mimi sijaona sababu inayonifanya mimi nifunge duka. Sijapata taarifa yoyote labda barua, ndo maanake mii nimekuja nikafungua biashara yangu kama kawaida siku zote. Kuwa wenzao inatakiwa tupate kwanza elimu I, ili tuonekane ni wasaliti, labda tumepata elimu alafu tumekiuka ile elimu, ndio tuonekane wasaliti. Mimi natoka nyumbani kwangu, nasikia tu mtu anakuja tu, hata simjui anapita tu, mimi sifungui duka langu. Duka lako liko wapi? Anasema liko kule. Sasa na mimi nimfuate? Ni mwigi? Aya, wewe ni kiongozi, labda kiongozi wa wafanyabiashara. Je, ingetakiwa uje kwangu mimi na barua maalum ya kunifanya mimi ya kunipa mimi niisome nielewe, ili niwache kufungua duka, na hiyo barua ikuta ina point inaniwezesha mimi nisifungue duka langu kwa sababu ya kitu fulani. Sasa barua sina, ni midomo tu ya watu nasikia barabarani, sifungui duka, ni machinga wanapanga barabarani. Machinga mimi ananihusu mimi? na machinga, machinga mimi ananihusu mimi? na machinga, mimi sijaajiriwa nimfukuze machinga barabarani. Kuna wanaohusika na wamachinga, sio mimi. Au mimi machinga, awezi kunizuia mimi hata siku moja nisifanye biashara, ila akija kwenye biashara yangu hapa mbele hapa, ndio tutapambana. Kwanini anakuja kwenye biashara yangu kuja kufanya biashara yangu kwenye biashara kuja kufanya biashara yake kwenye biashara yangu? Hapo mimi sitamuelewa, kwa sababu mimi nalipa leseni, nalipa mapato. Machinga awezi kuja hapa machinga mwenye akili awezi kuja kwenye hema yangu kuja kufanya biashara, na machinga huyo mimi sijamuona. Na hapa nilipo sina pointi ya kusema kwamba machinga yule pala atoke pale stendi, yule pala atoke, yule pala atoke, eti wananizuia mimi nisifanye biashara, wananizuia mimi nifanye biashara vipi? Hajaja mimi kunizuia hapa kwenye biashara yangu mtu anaingia, amwambie usiingie hapo, hajaja huyo machinga. Si ndio? Sasa mimi nifukuzane na machinga, nikamwambie machinga eti na kwanza nina hoja ya kusema kwamba nafunga duka kwa sababu wa machinga wanafanya biashara. Alafu wewe wewe unayesema kwamba machinga wanafanya biashara, wewe, wa machinga wanaenda kununua vitu kwako jumla unawauzia. Kwa nini usiseme kwamba mimi sikuuzii wewe, ni machinga? Mbona unapokea laki, alafu unamgeuka, unasema kwamba machinga sikutaki, eh? wenye maduka ya jumla huko stendi, wenye maduka ya jumla wanawauzia machinga vitu, hawa hawa wanasema machinga wanatuzuia. Sasa wewe, wewe una duka kubwa, si ndio? unamuuzia machinga kitu. Inakuwaje unasema machinga anaenda kuuza bei ndogo kuliko wewe? Na wakati wewe ndio una mtaji mkubwa. Basi kama wewe machinga anauza bei ndogo kuliko wewe, basi wewe ni mjinga. Hiyo sio hoja ya kusema kwamba machinga ananunua anauza bei kitu, bei ndogo kwa sababu halipi ushuru. Wewe unamuuzia kitu labda dada ni shilingi 6000. Ina maana anaenda kuuza 5000? Sasa anaenda kuuza 6200 au 6100 au 6500? Sasa wewe umeliomuuzia, inakuwaje akupige bao? Inakuwaje yeye auze bei ndogo, bei kubwa kuliko wewe? Bei ndogo kuliko wewe? Wafanya wow, biashara, ingebidi kwanza labda apewe elimu kwanza. Kwa sababu migomo inakuwa kiolela olela ambaye hana tija. Mtu kwanza mpe elimu. Ukishampa elimu atakuelewa. Hata kuna wengine wanafunga tu, hawajui kitu. Wanafunga tu kwa ajili ya, ya kichwa cha mtu mmoja tu. Kwa ajili ya kichwa cha mtu mmoja tu. Sasa mpe kwanza mtu, mimi ukija hapo ukinipa elimu, inanieleweka kwenye kichwa changu, nielewe kabisa, si ndio? Bana, yenye kichwa yenye macho yenye masikio yenye miguu, sawa bana. Elimu hiyo, kwa sababu elimu wanayopewa labda funga duka, labda ni elimu nusunusu. Ukinipa elimu iliyonyooka katika mstari ulionyooka, tai angalia, taiangalia, taitafsiri, inanielewesha hiyo, inanipa elimu, inanifundisha, inanipa maslahi, basi mimi nitakufuata. Sasa elimu, hakuna mtu aliyokuja kwangu, sio kwamba nimekaidi isipokuwa anayesema nimekaidi mimi, nitamuuliza swali wewe, oh, umekuja ukanipa barua gani inayoniambia mimi nisifungue biashara kwa sababu ya sababu hii na hii na hii ukija kwangu kwa sababu ya msingi na barua maalumu inayoniambia mimi nisifungue nisifungue biashara, mimi nitakuelewa, nikiisoma niki vizuri, nikiielewa kama ni barua yenye pointi basi mimi tafata hiyo sheria, ukitaka kuangalia, hakuna mtu aliyopewa barua, na kama yupo si, kama yupo ingetakiwa kila mmoja apate barua. Haiwezekani, hata kama ni kiongozi, umpe yule umpe yule yule, mwache, ukishampa mtu, wote wapate eh. kwa hiyo mimi sijakaidi Isu... makai mashaka Sababu ni kwamba watu wameshindikizwa kwamba wamachinga wa waondole wa na ambao wapo mashine tatu. Sasa hebu fikiri kama watu wanaweza kufunga duka kutoka Kiesa Semtema Mlandege Ipogoro Windini Miomboni wakati wa, wa, wa ambao wanagombaniwa ni wa, wale watu ambao hata ishirini hawafiki wako mashine tatu. Uone kama kama kuna usani au kuna siasa siasa imeingia hapo. Kwa Iringa, watu wameingiza siasa wanataka kulazimisha kwamba mkoa usitawalike. Ndio hicho tu. Hakuna sababu nyingine msingi. Nilikwepo na mimi ni mmoja kati ya viongozi ambao nimekwepo kwa muda mrefu toka chama kinaanzisha, na ni kwamba watu tumeanzisha vyama. Sasa imekuwa kama kero, kwa sababu mwezi wa kwanza tumefunga, tulikuwa na vikao kama zaidi ya vingapi. Tumekaa, tumekaa kikao nani, tumekaa kikao Mount Royal, tumekaa kikao Highland, tumekaa kikao Tembo Bar.

Kwae, mbae, kwa hiyo wa ni siasa tu ambayo watu wanaingiza hiyo kwamba liete migogoro katika mkoa wetu wa Iringa, wamezoea na kwenda maofisini enye ofisi za serikali. Kuna sababu nyingine ya msingi. Naitwa Yesfat Emmanuel. Wengine kushinikizwa, wengine kufata mkumbo, wengine bila hata sababu hawajui, lakini wanaamua kufunga. Wengine wanadai kwamba hawapendi machinga wakae jirani na maduka yao ndio maana wanafunga maduka hata wakiwepo hawana athari, wakiondolewa hakuna athari yoyote, sababu huyu machinga akija kwangu ataniungisha, ataenda kufanya biashara, atauza tena atakuja kuniungisha. Kwa hiyo uwepo wao hauna athari, isipokuwa sababu ya kisu za watu na wengine kuona wengine wanapata sana, lakini wakiangalia, machinga naye anahitaji afanye biashara kama anayofanya wao. Nchi kuna athari kubwa. Lakini sababu ya watu wachache wanaamua kuingizia hasara serikali. Wanunuzi wa bidhaa pamoja na wananchi na wamelalamikia athari wanazokumbana nazo kutokana na ufungwaji wa maduka hayo. Tu, tuendelee. Ah, kwa majina anaitwa Deriki ni mkazi wa Iringa mjini. Leo tumeamka asubuhi tunaona maduka yamefungwa, sisi kama wananchi kuna bidhaa muhimu tunahitaji madukani, lakini tunakosa. Watoto wanahitaji vitu, wengine wanaenda shuleni, tunakosa hasa jui tatizo ni nini, na kila sehemu nakoenda tunauliza shida nini, atupati majibu. Sisi tunaomba serikali pamoja na viongozi wa Iringa na wafanyabiashara kwa pamoja wakae chini waelewane, ili sisi wananchi tuweze kupata huduma muhimu mtakimwa Kupakarani kwa mambo. Lakini kwa maduka kwanza inatoa sisi sio pakarani kwa sababu kwanza inakuwa mzunguko wa watu ni mchana ambao watu wanakuwa wapiti. Ambao sasa ya kwanza tunakosa wateja. Kwa kwa pakarani. Ambao tunakosa riziki kwa sisi hapa wajasiriamali wadogo wadogo. Kwa sababu sasa sisi sisi basi sio wafanya biashara sisi sasa watu wa huduma. Kwa hiyo tunakosa wateja. Na pia pia pia tunakosa tunakosa bidhaa kama hizi yani, vifaa viva vya bakarangi kucha kwa kwa